vita sana Yes. una vita sana ya kichu katika ulimwengu wa roho. Una vita ya pesa, sema vita ya pesa, na Mungu anazungumza kwa habari ya nyaha yeah. yeah. yeah. yeah. una vita kubwa katika ulimwengu wa roho no. ambayo inabidi sisi tuamke. Nimekuambia inuka tena. Inuka tena. Inuka tena. Amen. Sema, Yesu nisaidie. Yesu nisaidie. Inuka. Maana kuna vitu vinabaki chini. Unapoinuka kuna vitu vinabaki chini. Amen. Unapoinuka kuna vitu vinabaki chini.